ambalo limedumu kwa muda mrefu kwamba kafundo, malalamiko yenu ya mwanzo pamoja na mambo mengine yote, lakini tulilalamikiwa mambo ya fedha. Niliona kwanza ni aseme haya alafu ndo nihitimishe, kwa sababu siwezi kuhitimisha kama sikusema na haya ninayoyasikia leo. Tumekuja, tulifanya mkutano wa kwanza, tuliwasikiliza mkutano wa pili tukasema, tunaleta majibu ya wataalamu. Mkutano wa tatu tukasema, yale ambayo majibu ya wataalamu wametuambia, basi tuje tuwambie, lakini nikawaambia na kwenda mwezi wa tano mtaleta hitimisho la mwisho. Niseme nisiseme, niseme nisiseme, niseme nisiseme nanamwafatilia miereke, wanasema sasa. Namtangaza Kafundo. Kafundo huyu <tutu> <tutu> Mzema na Kafundo, tulikuja hapa tuliambiwa, tuna pesa zetu zenye mgawanyiko wa makundi matatu. Kundi la kwanza ilikuwa milioni tano plus. Kundi la pili tulikuwa na pesa ambayo ilikuwa inahusiana na caravans. Kundi la tatu tulikuwa na pesa ambayo ilionekana mwenyekiti aliyekuwa kipindi hicho wa kitongoji laki mbili na elfu mbili kwamba akuweza kuikabisi. Ambapo jumla yake tulikuwa na milioni tano karibia milioni tano kama laki saba plus. Tukatoa maelekezo, tukafanya kwanza pia kama nilivyosema lakini nataka leo niwaeleze wanakafuna. Pesa yenu yote imerudishwa, pesa yenu yote imerudishwa. Jipigieni makofi. Kwa sababu tu ni utaratibu, ilikuwa ni ngumu kuzibeba pesa kuziweka kwenye meza. Sasa naomba baada ya maneno haya kwa kuwa pesa hii ilikuwa imepotea leo, mheshimiwa diwani, viongozi wa Chama cha Mapinduzi mkiwa mnashuhudia namna ambavyo tunasimamia na, na kurejesha imani za wananchi, kwa sababu so, wananchi hawa wangeendelea kuwa na vidonda vile. Mimi kuna vitu nimejifunza. Kuna muda tunawatengeneza watu wawe wapinzani, kwa sababu ya sisi tu kuto kusimamia hapa, lakini tukisimamia haki na misingi vizuri, upinzani unatoka wapi? Na mtu anataka apinge ni? Sasa nikuombeni wananchi, kale mtakavyoona inafaa, na mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa kijiji, halmashauri ya kijiji, mtendaji na watendaji wote, kwamba sasa pesa zetu zipo kwenye akaunti, lakini haitoshi kusema zipo kwenye akaunti kama hatujazipangia mipango, tukafanya kitu kinachoonekana e, kama tumesema uongo, lakini mnaniamini, si ndio? Hawa mniamini, nipigeni magofu basi. Tabu. Kwa hiyo pia, ndugu zangu, wana mafundo, baada ya taarifa hii ya fedha kuonekana zime, tumewapa taarifa, zimerudi. Sasa niombe tuipangie matumizi fedha zetu, kwa sababu tayari milioni 5 plus ni pesa nyingi ili iendelee kwenye miradi ya nini ya maendeleo. Lakini siku ile kuna vitu vingi vilisema, ndugu zangu. Mimi nilipoingia kwa mejipo mashauri na waheshimiwa madiwani, tulikubaliana hivi kwamba mtumishi wa umma yoyote hata afanye makosa kiasi gani, hatuwezi kumhamisha wakati bado lile jambo halijatatuliwa. Nyuma kulikuwa na mchezo sio mzuri kusema, lakini waje niseme mtu alikuwa akiharibu Makwale analeta Ipinda Ipinda, akiharibu Ipinda anapeleka sijui Ngereka. Sisi tulisema hapana. Sasa mengine haya ya kiutumishi naomba mtu achie sisi wenyewe kuza maneno mengi ya isika tafsirika, kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi, tunapiga propaganda. Natamani tu itoshe, kusema changamoto hizi zina utatuzi wa kudumu hapo baadaye. Hapa tumetunza maneno ya kuja kuombea kura <laughs> e, lazima we na akiba ya maneno <laughs> kama unatoa yote, utakuwa mbinu za ushindi zitakuwa, utakua una ujue mbinu za kibiti <laughs> Baada kusema hayo mtamke kusema asanteni sana wanagafundo, lakini tutaapa nafasi mzungumze na mtoe maoni yenu na mapendekezo kadri vile mtakavyoona inafaa. Lakini taarifa njema, pesa yenu siyote mliolalamika imerejeshwa hasi watumishi huko. Hapa pamoja na watumishi wa umma wote mlioko hapa, jifunzeni kitu jifunzeni kitu. Kuna pesa sisi tumehangaika, zile za losongo zilikuwa za elfu mbili na kumi na tisa, unaweza karibu leo, miaka inakwenda, atapatikana kiongozi mwenye steni nyingine, ndoaya nyingine yanawakuta watumishi wetu kupatikana katule anafatiria mpaka kasumu komnini. Niombe, tunawapenda sana watumishi, niombe wote wa umma mlioko Ipinda na nje Ipinda, naamini halmashauri yote akie, tuzingatie maadili yetu ya kazi ili tuondokane na mambo kama haya. Si jambo zuri, mimi nikwambieni, si jambo zuri haya yanafanyika, no hayana hayana ustarabu sana lakini ombeni ndugu zangu wanakafunga. Pamoja na mambo mengine kikubwa tumefanikiwa jambo letu, si ndivyo eh? Maisha mengine fanya nini? Ni? Yeah. Na mimi niseme tu huyo mtendaji ile fanya makosa hapa. Na mimi nimemsema kwa sababu ukiwa baba unaangalia aina ya viboko ulivyompiga mtoto wako. Kero mpiga vya kutosha, unajua atazapa adhabu inatosha. Nafikiri adhabu ya kurudisha milioni tano ni hela ndo inatosha, lakini meseji sendi kwa uti, baada ya kusemayo ndaga fijo ndaga fijo ndaga ndaga wandu wakafu